Katikati ya mkutano wa kusaka amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaoendelea nchini Zimbabwe, Profesa Mohamed Janabi anatambulishwa kwa viongozi wa nchi za SADC na Afrika Mashariki waliohudhuria katika mkutano huo. Kwa fahari mwenyekiti wa sasa wa Sadek Rais Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe akaeleza furaha yake kukutana na kufanya mazungumzo na Janabi aliyemtaja kama mgombea rasmi wa Sadek inayoundwa na nchi takribani kumi na nne kazi ya kumnadi Janabi ilifanywa na waziri wa mambo ya nje balozi Mahmudu Thabit Kombo, ambaye picha za mnato na mjongeo zilizopigwa zimemwonyesha akimtambulisha kwa viongozi tofauti kutoka nchi za Afrika Mashariki na SADEK. Tanzania imelazimika kuingia tena katika kinyang'anyiro hicho kufuatia kifo cha Dr Faustin Ndugulile aliyeibuka mshindi katika uchaguzi wa awali, lakini akafikwa na umauti mnamo mwezi Novemba mwaka jana. Wajumbe wa kampeni ya kumnadi Janabi kwenye nafasi hiyo wana matumaini kwamba endapo watafanikiwa kupata kura kwenye nchi za SADEK na afrika mashariki zenye jumla ya kura 22 kwa maana ya 14 kutoka SADC na 8 kutoka Afrika Mashariki, atakuwa na nafasi nzuri ya kuibuka mshindi. Leo ni takriban miezi miwili kamili kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa kumchagua mkurugenzi wa WHO Afrika uliopangwa kufanyika Mei 18 jijini Geneva nchini Uswisi. Safari ya kitaaluma ya Janabi imempeleka sehemu nyingi duniani. Lakini msafara huo wa Tanzania unaopitia Harare ni mwanzo wa safari yake nyingine kwenye kupeperusha bendera ya taifa lake. Pili Mlindwa, Azam News.